Mkuu wa wilaya ya Sikonge mkoani Tabora, Hanifa Selengu, amewataka wakazi wote wa wilaya hiyo wenye sifa za kupiga kura kujitokeza kupiga kura bila woga, kwa kuwa hali ya ulinzi imeimarishwa ili kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa amani na utulivu. Selengu ametoa wito huo wakati wa mkutano maalum wa kuombea uchaguzi mkuu ulioandaliwa na wanawake wa wilaya ya Sikonge na kuhudhuriwa na viongozi na waumini wa madhehebu mbalimbali ya dini wilayani humo. Taarifa zaidi na Niko Mwibale. Mkutano huo ulianza na maombi maalum ya kuombea amani na utulivu uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu, nchi yetu ni kisiwa cha amani. Yeyote yule, adui wa ndani au adui wa nje, anayetaka kuleta fitina, chuki, ufarakano ili tuvunje amani Mwenyezi Mungu amwangamize. Tukio hili la kihistoria litupatie e zawadi ya viongozi bora wanaomcha Mungu na wanaojali kutumia rasilimali zetu kwa haki. Tunakuhitaji Bwana, ukawabariki watu wako Bwana, ukawasaidia kuwa na hekima. Uka na hekima, ukawasaidie kuwa na mawazo mazuri ya kuchambua ni lipi Bwana lilo mapenzi yako. Mungu Baba, nyosha mkono wako La Amin. Baada ya maombi hayo, mkuu wa wilaya Sikonge Hanifa Selengu ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo amesema ulinzi umeimarishwa, hivyo amewataka wananchi wote wenye vitambulisho vya kupiga kura wajitokeze kwa uhuru, hali ni shwari, wala msipate uhofu na kila kitu kimewekwa sawa. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeweka utaratibu mzuri kabisa wa kuhakikisha kila mtu anatumia haki yake vizuri na uchaguzi utakuwa haki na uhuru. Hata hivyo, Serengu amesema kila mtu ana jukumu la kulinda amani iliyopo kwa kutojihusisha na aina yoyote ya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Kutoka Sikonge mkoani Tabora, ni mimi niko Mwaibale.